Somo inasema kuvunja mipaka. Masomo yote haya au mafundisho yote haya ni kwa ajili ya kumandalizia maombi. Kuvunja mipaka. Kuvunja mipaka ni kutoka kwenye kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, ni kuwa na level. Uwezo wa kusogea mbele, huyo ndo tunaita amevunja mipaka. Haitakiwi kama umeokoka kuwa yule yule, you know, to be the same when you are mwaka huu yule yule. Mwaka ujao yule yule, kiroho yule, yule. yule, yule. yule, yule. kimwili yule yule. Haitakiwi hata kidogo. To kama that, hausogei if you don't move. Kuna vitu vinafanyika usivyovijua, ni yule yule kiroho yule yule. Huwezi kuomba peke yako nyumbani mpaka uombewe kanisani, hauwezi kushuhudia, kusoma neno huwezi mpaka usomewe kanisani. Biashara yako imestaki, haiendelei mbele kila floor kitu ni kigumu, hakuna kinachotokea, like mambo hayabadiliki.

Utukufu maana yake haitakii kubaki na utukufu mmoja, haitakiwi kubaki na jengo moja, haitakiwi kuwa na kiwanja kimoja, yani ifikia kila sehemu, una kiwanja Mkolani, una kiwanja Buhongo, una kiwanja Kisesa, una maduka mjini na vitu vinatembea upako na uachilia, kwa jina la Yesu sema amen. Ninapokea huo upako, muko kwenye madhabahu hii, itatendeka kwa jina la Yesu, itatendeka kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukiona mtu amekuzidi, maana yake huyo, kuna mipaka aliyoivunja ambayo wewe hujaivunja. Haitakiwi hata kumwonea wivu, haitakiwi hata kumchukia mwenzako. Amepambana mbinu, na wewe pambana. Jina la Bwana libarikiwe na Lord. Mimi nakutamkia baraka za Bwana wawepo, mabinti wadogo hapa wanaomiliki vitu, yani binti mdogo tu biza anamtumikia Bwana, lakini ukitoka hapa anamiliki pikipiki anamiliki bajaji, anamiliki viwanja. Hiyo ndio inakwenda kutokea kwa jina la Yesu. Lazima iwe hivyo na mipaka itavunjika. So kama iko hivyo, mama, Mungu akutendee makubwa na neema izidi kuwa juu yako, na maadamu, neema iliyoko juu yako itazidi kuongezeka maadamu uko hapo. Kwa hiyo inatakiwa iwe hivyo. So, like binti is, anasoma lakini ana miladi naendelea anafanya kazi, na hapa anasoma mafundisho haya ya kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako, yanakuingia haya? mimi siko nakwambiaga siku zote kwa same, watu ambao wanasubiri tu kwenda mbinguni unajua iko hivi you know Yesu Kristo ni nani? Ni Who njia, si ndio? Njia kweli. Hebu sema ni njia kweli. Kuna viwango vitatu vya Yesu. There are three levels. Viwango vingapi? Vitatu, vi vya Yesu three levels of Jesus. Dimension ya kwanza ya Yesu ni njia na kanisani wapo kwa Yesu, wamekuja kwa Yesu, lakini wako kwenye nini? kwenye njia, walioko kwenye njia, hata kuwa duniani hapa Paris, wanasema Mungu si urudi, tunachelewa kufanyaje? Maana wao kwenye njia, kawapeleka wapi? Wao wanasema hivi say, tuende mbinguni tukapumzike, na kweli wataenda mbinguni, maana wao kwenye kiwango cha kwanza cha Yesu, kwenye dimension ya kwanza ya Yesu. Halafu kuna watu walitoka kwenye njia wakaingia kwenye kweli. Hebu sema kwenye kweli unanifatilia? Walioingia kwenye kweli hawa, Those hawa ndio wanaomiliki, hawa ndio wanaojua, wanaosema kwa kupigwa kwake mimi nimepona is... anaiamini hiyo kweli, inafanya kazi. Huyu ndo anayesema alifanyika maskini ili mimi niwe tajiri. Huyu yuko kwenye hapa kwenye kweli Leo nakuhamisha kuhamisha kwenye kiwango cha njia ni kuingia kwe, kwenye kweli. Na kweli ni neno la Bwana. Kwa unaliamini neno la so kwamba sitakiwi niwe maskini, hata kama nilitoka kwenye familia ya maskini, mimi ninaingia kwenye ukweli. Ukweli ni kwamba yeye yeah, aliuchukua maskini wangu ili mimi niwe tajiri nazidiana kanisani. Yes, kiwango cha tatu cha Yesu ni uzima. Uzima ni juu sana zaidi ya magonjwa, na hawa huwa waombi, so hawaombi ka kwa kupigwa kwako. Hawa watu wa wanatangaza uzima life, wanatangaza uzima, uzima kwenye biashara sifi, uzima kwenye biashara, biashara ah, haifi, ni uzima. Hawa watu ndio wanaotembea kwa kujidai katika dunia hii, kwa sababu wako kwenye kiwango cha Yesu cha nini? We together my daughter. Binti yangu kwa pamoja na mimi. Hebu sema ninaondoka kwenye njia naingia kwenye kweli, na kwenye kweli na kwenye kweli. Naondoka, naingia kwenye uzima. Ukiwa kwenye uzima, mambo yanaanza kuwa makubwa yenye nguvu na uwezo. Mwenye uzima akipita sehemu, vitu vinafufuka, vitu vinakuwa hai. Mwenye uzima akiongea kitu, kitu kinatokea. Hey, hey, hujanielewa, hujanielewa Wangapi, tunasoma habari za Henoko? How many will you about Henoko, bibi nasema alitembea na nani? huko siko, siko, alitembea na Mungu. Henoko walk with God. Yani alitembea na Mungu mpaka Mungu akaona sasa kwamba tumchukue, maana yake mauti limwogopa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa nasikia neno la Mungu kila wakati nikiingia. Ukisoma kwenye Yohana moja moja nasema hivi, naye neno alikuwa Mungu, was God himself. Ah, kama uko pale vitu vinaingia hivi, kuna mtu nafikiri nataka nimsaidie nimpanue vitu uh, uh, fika pale mara moja. Yohana moja moja, are you there? John moja moja moja moja, one, moja, moja, moja, moja, John one one. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Hebu sema neno, neno ndio liliyotembea na Yohana. Na, na, na, na Henoko, kwa sababu alikuwa anaongea na Mungu, alitembea na Mungu. Hey, alitembea na nani? Na Henoko alitembea na Mungu Alleluia. Yaani kila wakati anasikia neno. Oh! Neno likajaa ndani li mwake, paka mauti kaogopa kumchukua. Alleluia. Yaani akaishi mpaka akaishia kwenda mbinguni, akanyakuliwa maana mauti haiwezi kumtouch Mwanzo moja moja, eh, hapo mwanzo? hapo mwanzo, mm -hmm. sorry, Yohana mwanzo. Moja moja, okay. Mwanzo kweli na eneno neno alikuwa Mungu, yes. mm -hmm. vitu vyote huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Mm -hmm. vyote vilifanyika kwa huyo huyo neno vyote, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Mm, kuna mtu anaelewa hapo? pasipo a... huyo neno, unataka ukifika kwenye biashara yako unatamka neno, unazunguka unatamka neno, unatamka neno, hata kama huyaoni matokeo, tamka neno. Unapotamka neno, vitu vinaumbika. Zungumza neno, hey. Unapofika mahali pa zungumza neno, ndio siri ya henoko Henoko, you know, kwa sababu ya kutembea na Mungu you know, maana yake you know, alizungumza na Mungu you know, neno akaumbika you know, maana vitu vyote vilifanyika kwa yeye you know. Anapozungumza you know, neno inaumbika vinaumbika, yaani mema ni uzima neno ni uzima. Anapojaa kwa mtu, mauti haikuguse. oh, mayatatapa magonjwa hayakufanyi, hayakuwezi tena, laana inapukutika yenyewe. Sema fire, sema tena neno.

e ndani yako na aliye pembeni nani wa muhimu zaidi? Yuko ndani. Ukinyosha mkono, amenyosha yeye. yeah, yeah, ukisema, amesema yeah, yeye. yeah, ukitamka, ametamka yeah, yeah, yeye yeah, yeah, yeah, yeah. Yuko ndani kwa sisi, ni bora zaidi so kuliko wa Agano la Kale, ni vile tu vielewi. yes. hivi vitu ujiamini na ujielewi, ni hivyo tu. Just believe yourself sasa. Nataka nikuonyeshe sasa mtu ambaye yeye Yesu yuko ndani anaitwa Yohana. Hebu sema Yohana tena, Yohana mwanafunzi wa Yesu. Unataka nikuonyeshe kitu hapo? Nafikiri wale ambao pasta, nafikiri wamesoma church history, Yohana walimpiga yuko hai while he He was was alive. Wakamchana ngozi. They skin. Ngozi yote wakaiondoa. They remove all skin. Yuko hai. He was still alive. Akiwa amechana ngozi hivyo hivyo. Wakaleta mafuta wakayapika kwenye kwenye pipa pipa. Yakachemka. Ngozi haipo. Wakamweka kwenye pipa mafuta, mafuta yamechemka hivi. Yuko Yuko hai. hai. He He was was still alive. alive. alive. Wakambeba. And they carried him. Ameshindikana huyu. Wakamtupa kwenye kisiwa kinaitwa Patimo. Na kisiwa cha Patimo sio tu kisiwa, ilikuwa ni hukumu, ilikuwa ni eneo la hukumu ya kifo. Mle kulikuwa na majoka, wanyama hatari. Ukiwekwa mule ndani, ya siku moja umlisha isha, na mifupa haipo. Lakini akiwa huko, huko ndiko akakutana na Yesu mzima mzima, akampa mafunuo ya ufunuo wa Yohana, ndio akamwambia na habari za siku za mwisho. Nataka nikuambie wewe ni bora kuliko

Hiyo ndo siri unatakiwa uielewe. Unapookoka unakuwa kwenye viwango you are being in a level. Kuna wengine wamebakia kwenye njia, ni kweli yuko kanisani, ni kweli ni mtakatifu, ni kweli mbinguni ataenda. Lakini amekataa kuingia kwenye kweli, na naomba tu Yesu akija, naomba Yesu akija nitaenda kwa Baba, dunia ina mateso, nikapumzike. Yuko kanisani, haamini haya mafundisho. Nataka uamini kama ninavyoamini nataka uamini kama ninavyoamini, kwa sababu mimi nikikuona na kuona mtu mkubwa, lakini namwona ameinama, maana ufahamu aliyopewa na wazazi toka amezaliwa na mazingira aliyokulia akaambia, oh, wewe utakufa hivyo. Nataka yeah, yeah, nikwambie like hautakufa kwa jina la Yesu, kabla ya wakati wako, kabla haujaona zile Mungu wamepanga kufanya duniani. Sema amen. Sema tena amen. Mwambia mwenzako, lazima tuone wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Piga kele, sema haya, hebu sema fire, moto Wacha nigusegusa hili somo, nikwambia, mipaka iliyovunjika ni mtu aliyesogea, ni mtu aliyepiga hatua, who will make a ni mtu aliyeona mambo fulani mazuri ambayo hajawahi kuyaona. Kitabu cha Torati, kumbukumbu la Torati sura ya pili mstari wa pili mpaka mstari wa nne. Nataka unisomee pale. I want you to read there. Kumbukumbu la Torati. Sura ya pili hadi nne. Anasema, Bwana akanena. Bwana akanena. Akaniambia mlivyouzunguka, uh, mlima huu. Mlivyo uzunguka mlima huu. Ndiyo. Vya tosha, tosha. Geukeni upande wa kaskazini. Hapa ni Mungu anasema. Yes, God is speaking. Anawaambia wakina Musa na jeshi lake lote la wana wa Israel, kwa sababu wamekaa lakini hawaelewi ya kwamba wamekaa, mpaka mdu umeenda, wametulia mpaka majira yameenda, wamerelaksi na hakuna cha kuwastua. Na hizi ndio ziko kwa watu wengi, na mara nyingi huwa ninashangaa waliookoka aliyeokoka wengi wanasema wakati wa Bwana bado. Nataka nikueleze maana ya wakati bado unaposikia, okay, neno inasema hivyo, liko kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza things, ni wakati uliopangwa unakuwa bado, It is not yet. kuna tarehe zimepangwa. Sasa je pale kweli bado ndio Mungu anamwambia sala kwa wakati kama huu, maana yake amepanga wakati wa kumjilia tena. Maana ya pili ya wakati wa Bwana bado, uwezo haujatimia, haujakomaa, haujafikia level ya kuweza hayo mambo. Kwa hiyo kwenye eneo la uwezo halimuhusu Mungu, linakuhusu wewe. Unakuta mtu anasema wakati bado, kumbe yeye mwenyewe akili yake ameidumaza. Yes, hataki kujifunza. Kwa hiyo wakati umeshafika, lakini kwa sababu car, hakuwa na uwezo wa kuhandle yanayotakiwa kwa wakati huo. Wakati number tayari, lakini uwezo ni mdogo. Nimekuja leo nikupe uwezo wa kiungu, sema amen, yeah. Na ndio maana huwezi ukampa mtoto mambo ya kikubwa mwambie mtoto beba hiyo madhabahu, hawezi, kwa sababu bado ni mtoto. Uwezo kampa mtoto urithi, maana ni bado ni mtoto, kwake ni uharibifu mtoto then. Lakini atakapokuwa mtu mzima atakuwa na uwezo wa kuyabeba. Na ndio maana unaweza kukuta watu wengine ni watu wazima, wameachiwa urithi, nyumba zikaisha, magari yakaisha, kwa sababu walikuwa na akili za kitoto, hawakuwa na uwezo wa kuyabeba. Mwambie mwenzako amka, wewe. Mungu anakusubiri, baraka za Bwana ni nyingi okay, lakini akili bado haina uwezo. Amka kwa jina la Yesu, nasema na mtu hapa, nasema right. Amka kwa jina la Yesu. Say,